E bwana, tarehe moja mwezi wa saba ilikuwa ni siku ya kuendelea na kesi ya Tundu anti Pasilisu, ambapo mengi yametokea leo. Mimi kazi yangu ni kuhakikishia kwamba unapata yale yote muhimu ambayo yametokea leo mahakamani. Kikubwa wewe ni kuhakikisha kwamba una subscribe ili usiendelee kupita na story ambazo tunaendelea kuposti kila siku. Bwana, leo mahakamani kulikuwa na watu wengi ambao wamekuja ku kumsapoti na au kuendelea kusikiliza kesi ya Tundu Antipas Lissu. Lakini miongoni mwa watu hao walikuwa ni John H, lakini pia ni na katibu wake mkuu wa chacha, chama cha Chadema ambaye ni John Mnyika. Sasa mengi yametokea, lakini kwa ufupi ni kwamba kabla ya ke, ile kesi kuanza, walianza na maombi, ambapo wanachama wa Chadema walikusanyika mule mule mahakamani ma, ambapo ilifanyika kwenye open court, na kufanya maombi kuhakikishia kwamba Mungu anakuwa kwa upande wao. Sasa leo kwenye kesi moja kwa moja ilikuwa ni kwamba uh, ilibidi sasa leo mawakili wa serikali waseme sasa, je, uchunguzi umekamilika au ili waendelee na kesi, au baada ya huo uchunguzi ukamilika sasa wanaona kuna kesi ambayo ya msingi ya kuendelea nayo, au waondoshe undo, wa ile shauri ambalo lipo mahakamani. Lakini cha kushangaza leo da, mawakili wa serikali wameweza kuomba kuongezewa muda kwa sababu bado wame uh, kesi inaendelea yani, ushahidi wao bado haujakamilika, kuhakikisha kwamba je wanaweza kuendelea na hii kesi ya uhaini ambayo inamkabili ndugu Antipas Lisu. Lakini pia uh, ndugu Lisu aliweza kuongea ya kwake, ambapo aliongea kama ifuatavyo. Alisema kwamba anamshukuru Mheshimiwa hakimu kwa sababu last time aliomba aliomba kuna baadhi ya maombi ambayo aliomba na yametimizwa, na maombi hayo yalikuwa ni kwamba Uh, aweze kupata baadhi ya haki ambazo wanapata wafungwa wakiwa wakiwa kule maabusu kule gerezani, kwa sababu kesi ikiwa mahakamani obviously, lazima upelekwe kule kule gerezani kwa watu wengine, ingawa wewe hautawekwa, hauta sehemu ambayo wa, watu ambao wamehukumiwa tayari, kwa sababu yeye kesi yake inaendelea basi atawekwa sehemu ambayo watu wanaendelea na kesi zao mahakamani. Lakini cha kushangaza, yeye kwenye maombi yake last time alisema kwamba aliyo kwenye sehemu kwa sababu kosa lake ni kubwa la kunyongwa, alichanganywa na watu ambao wana makosa ya tayari, walishahukumiwa kunyongwa. So maombi yake alikuwa ni kwamba last time aliomba kwamba apewe haki yake ya msingi kama wafungwa wengine ambao kesi zao zinaendelea, lakini leo aliweza kumshukuru Mheshimiwa Hakimu na kusema kwamba zile mambo maombi yake yote ambayo aliyaomba basi yametimizwa, kwa sababu hata aliomba sehemu ya kufanyia mazoezi alipewa, lakini pia aliomba haki yake ya yeye kupewa kusali, walimpelekea mpaka padri ambaye hata atasali naye kule. So leo wameongeza tarehe nyingine, na ambapo walisema kwamba kesi hii imesogezwa mbele mpaka tarehe 17 ingawa Uh, uh, Tundu Antipas Lissu yeye alisema kwamba kwa nini wanasogeza wanasogeza sogeza mbele hii kesi, na kwa uzoefu wake na uh, kwa uzoefu wa wakili wa serikali kwamba wanadhani ni itachukua muda gani mpaka hii kesi kuisha yeye. Na so wakili wa serikali yeye alijibu na kusema kwamba hawezi kutaja exactly time lini hii kesi itakamilika ushahidi wake, lakini nature ya kesi ni kubwa, kwa hiyo hawezi kuwa mvumilivu tu so Kifupi ni kwamba kesi ilikuwa hivyo, na ushahidi bado hajakamilika, lakini imesogezwa mpaka tarehe 15 mwezi wa tarehe 15 mwezi huu wa saba. So kesi hii italitota kwa, na mahakamani kuhakikisha kwamba je, wanaweza kuendelea na taratibu nyingine baada ya kuka, ushahidi kukamilika. Wewe endelea kuwa nami nikuhakikishie kwamba utapata zile stori zote ambazo zitaendelea kutokea pale mahakamani lakini pia na sehemu nyingine zote duniani. Wewe endelea kuwa nami, mimi hakikisha alama ya subscribe hapo chini ambazo tunaendelea ku post kila siku bye, bye. Ili kuwa wa kwanza kupata habari zetu hakikisha unabonyeza alama ya subscribe hapo chini asante.